Mkutano mkubwa wa kongamano la urejesho ambalo liko nafanyika hapa mjini Maina, lakini pia e, yupo mtumishi wa Mungu Bishop paka mafuta wa Bwana e, Bishop Wilson Agustin Bankobeza ambaye ndio msimamizi na mchungaji kiongozi wa makanisa haya ya SJC, yani Salvation Gospel International Church ambayo makao makuu yake tunapatikana katika mji wa Bariadi, mkoa wa Simiyu, na hapa kama ambavyo tumeanza siku ya kwanza mpe msikilizaji na mtazamaji wetu yes. tumekuwa tukifanya mambo mengi, naamini kwamba umebarikiwa sana hapa. Nitazungumza e, na washirika ambao wameweza kuhudhuria kongamano hili, lakini watatueleza ni jambo lipi ambalo wao wamelipokea kwa siku hizi tatu za urejesho na na nini ambacho wanategemea kukipata. Pembeni yangu niko na bibie, naona amependeza, lakini atatuambia ni kitu gani yeye ambacho kimemvutia katika kongamano hili na jambo lipi ambalo anategemea Mungu kulifanya. Habari. Amen abai, kwa jina ninaitwa Light Abraham. mm -hmm. Ni mkazi wa Mwanza, umefrahi kwa ajili ya siku tatu za kongamano hili. Imekuwa ni kongamano la baraka sana kwangu, naona nguvu za Mungu, nimeona neema ya Mungu itu ya maisha yangu ikibadilisha hatua ya maisha yangu maubidi mambo mengi sana kwa kweli, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake na kwa ajili ya huduma hii. E, ni huduma imekuja kwa muda mrefu kwa muda mfupi Mwanza, lakini imebadilisha sehemu kubwa ya maisha yangu. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya wa watendakazi wote na kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Evangelisti Wilson. Naam, hii ni kongamano la urejesho. Wewe ni jambo lipi ambalo unatamani Mungu alifanye na tayari umerejeshewa? Natamani na ni nirejeshe lakini, kitu kikubwa ni kuwa na Mungu ejeshee ni uhusiano wangu na Mungu, na kitu kikubwa ametufundisha leo mtumishi wa Mungu, amefundisha kuhusu kutafuta uhusiano mzuri na Mungu. Ninahitaji na ninatamani niwe na uhusiano mzuri na mkubwa sana na Mungu, kwa sababu naamini Mungu akiwa na mimi na mimi nikiwa na Mungu, hakuna kitu chochote kitanitatiza, hakuna jambo lolote litanishinda, kwa sababu Mungu anawapenda wale wampendao, na Mungu anawapenda wale wampendao. Haya si maneno yangu, ni, ni maneno ya Brightness kama ambavyo amejitambulisha. Lakini tuendelee kuzungumza mawili matatu, Brightness, kuna watu wengi ambao kuna mambo mengi ambayo wanaenda kuyafanya lakini hawaamini kwamba Mungu anaweza kuwa ni suluhu ya changamoto ambazo wanapitia. Labda una jambo lipi la kuambia mimi? Jambo kubwa niwaambie kwamba katika hii dunia tuna oparetiwa na vitu viwili, yaani kitu cha kwanza kinacho opareti dunia ni mtu kama mtu, lakini kitu cha pili kinachopareti hii dunia ni spiriti, roho. Kwao mimi naamini Mungu ni roho, shetani ni roho pia. kwao katika maisha, ili uvuke uende sehemu fulani, unahitaji roho iwe juu yako. Inaweza ikawa either ni roho ya Mungu au ni roho ya shetani, lakini roho wa Mungu na Mungu mwenyewe akiwa kwenye maisha yako, hakuna kitu kinashindikana kwenye maisha yako. Wapo watu wengi walikuwa na magonjwa, walikuwa wameshindwa, lakini kwa Mungu hakuna kinachoshindikana mpaka tumefikia hapa tunajua kwamba Mungu ametutoa wa wapi, na ndio maana tuko mahali hapa. Ndio maana tunazidi kuwa na Mungu, atujai kumwacha Mungu wala kuwaza kumwacha Mungu kwa sababu kuna mapito makubwa huko nyuma Mungu alitupitisha na tukamwamini na bado tunazidi kumwamini, na bado anazidi kuonekana katika maisha yetu, na wa Tanzania lakini pia na Waafrika kwa ujumla, ama wanadamu tuseme e, tuna kasumba ile kwamba mpaka uone kwa macho ushudiwe yeah. Kuna mtu aliwahi kuguswa na jambo fulani, na umetuambia kwamba Mungu kuna vitu amefanya kwako, pengine kwa niaba na kwa faida ya wa wasikilizaji na watazamaji wetu. Nakumbuka kwamba tuko mbashara kupitia kituo cha redio cha HHC, Live FM ambacho kinapatikana katika masafa ya tisini na moja nukta saba na tuko hapa hapa Mwanza, lakini pia kwa wale ambao wako Geita lakini wanatufuatilia watazamaji eh, kutoka katika viunga mbalimbali mbali duniani. Je, kwa manufaa yao sasa utuambie jambo lipi ambalo Mungu amelifanya hususa kupitia kongamano hili la urejesho? Amina. Kupitia hili kongamano la urejesho kitu Mungu amefanya ni kuinua karama mbalimbali kwenye maisha yangu. Katika maisha yangu nilikaa nilikuwa siamini katika kunena kwa lugha. Nilikuwa nikiona mtu akinena kwa lugha, ni maneno tu, ni mtu anaongea ongea tu, yanakuja mwenyewe kichwani. Nilikuwa nahisi kama ni kuigiza lakini mtumishi wa Mungu alivyoongelea mambo kujazwa kwa Roho Mtakatifu akaombea watu wajaze kwa Roho Mtakatifu, nilijikuta ninaweza kumaliza siku nzima nikitaka kuongea maneno yangu nashindwa, najikuta nanena kwa uoga. Akasema, kumbe hichi kitu kinawezekana na ni kitu ambacho kipo ambacho mimi nilikaa kwenye uokovu, lakini sikuwa ukiamini kile kitu, ila nilikuja ukiamini kupitia madhabahu hii, na nikakiona, na kinafanya kazi kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Pengine kuna watu wanajiuliza maswali, je, kunena kwa lugha ni karama? Je, kama ni karama, mtu inamsaidiaje? sasa Kunena kwa lugha kunakupa kuongea na Mungu zaidi ya vile unavyoongea naye kwa kikawaida, kwa sababu unaongea ile lugha ambayo sio uhusiano wako na Mungu au mawazo yako ya Mungu, ni Roho wa Mungu anakuwa ndani yako kwa sababu Biblia inatuambia Roho yupo kwa ajili ya kutusaidia kuomba. Hatuombi vile ipasavyo, bali kwa uwezo wa nani? Wa Roho. Kwa hiyo Roho anavyokuwa ndani yako, unapoomba ukafika mwisho, yeye sasa anaanza kutenda kazi, anakusaidia yale ambayo wewe ulikuwa hujayafikisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakusaidia kuyapeleka zaidi, na ni maombi anakuwa ni maombi yenye nguvu kupita maombi yote yale. Yes, mtazamaji, mimi sina la kuongeza. Ameyazungumza mambo mengi ambayo yeye wewe ambao unatufuatilia na ambao unatusikiliza, kuna vitu vingi umejifunza. Kunena kwa lugha hakuishii tu kunena kwa lugha, amesema ni karama ambayo ukiwa nayo una uwezo wa kuzungumza sasa na Mungu moja kwa moja, na ukipata neema ya kuzungumza na Mungu moja kwa moja, tunategemea kwamba maisha yako lazima yabadilike. Ni kama uko ndani ya E, jamii zetu za Kisukuma, halafu kuna mtu mwingine ametoka Ujaluoni anazungumza Kijaluo, lakini wewe umefika katika watu wawili, ukawa na wewe either unaweza kuzungumza Kijaluo ama unazungumza Kisukuma. Tafsiri yake watu hawa, mmoja kati yao atakuelewa vizuri na mtaweza kuwasiliana. Ndivyo ambavyo una, ukinena kwa lugha, maana yake unazungumza moja kwa moja na Mungu mwenyewe. Lakini kwa kumalizia sasa uh, tunaendelea kwenye session ya pili na ya mwisho katika eh, kongamano hili. Unatarajia nini kifanyike ama kitokee kwako? Na ne, upi wito wako sasa, kwa ambao pengine hawajaanza kufuatilia na pengine wanaona ni kazi? Uliwezaje unafuatilia kwa njia ya mtandao na leo umefika katika madhabahu hii? Karibu kwa dakika chache zilizobaki za semina hii. Ninatarajia matendo makuu ya Mungu kwa sababu siku ya leo nimemwambia Mungu, ni siku ya tofauti katika maisha yangu, ni siku ambayo nimetoa sadaka mbele zako, ninahitaji kitu kikubwa. Atafanya, na Mungu wetu ni Mungu mwaminifu na ni Mungu mwenye uweza. Naamini kupitia mtumishi wake na kupitia madhabahu hii atakwenda kutenda kitu kikubwa na bora zaidi ya vile nilivyoomba, ni kwa sababu Mungu anasema nitawapa, ni mara mbili ya vile muombavyo. Asante sana, ni kushukuru kwa nafasi yako. Lakini eh, kwa mujibu wa wadau wangu hapa, ninaye mtaalam ambaye yeye ni eh, mtangazaji lakini pia ni mwandaji. Nimkaribishe pengine azungumze mawili matatu, lakini pia na yeye aweze kutu, kutupa ili zile nondo, eh, za kiwandishi wandishi. Karibu bwana bwana. Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Queen ni mtangazaji lakini pia nashukuru Mungu kwa ajili ya kongamano hili ambalo mtumishi wa Mungu Wilson Agustin ameweza kulileta hapa jijini Mwanza. Naam. Mimi kipekee nimejifunza mambo mengi sana a, katika urejesho ambalo lilikuwa limekuwa ni somo lake la kongamano hili. Kumbe unaweza kwa a, kuna vitu ambavyo vinapotea kwenye maisha yako hauna uhusiano mzuri na watu. Unaweza kupoteza kibali. Hiyo pia nimejifunza sana. Na kwa wakati huu ambao umebaki wa siku ya leo ambao ni siku ya mwisho ya tarehe sita, ninaamini nitaendelea kujifunza zaidi na zaidi na zaidi. Mtumishi wa Mungu Wilson, Mungu amtunze sana. Naam, yeah. Na sisi tunaungana na wewe kusema Mungu ampe maisha marefu. Lakini sasa kwa niaba sasa ya kituo cha radio, labda utuambie eh, watu wengi wanatusikiliza kupitia kituo ambacho wewe pia unatoka kituo hicho.

basi unakuwa hewani, unasikiliza mahubiri haya, lakini kwa kwao ambayo una simu kubwa, weka bando. Baada ya kuweka bando, nenda kwenye Play Store, andika HHC Live FM itakuja hapo mbele yako. Basi i download iwe ni, ni redio yako. Basi ndio hivyo, ndo hivo au pengine kwenye mitandao yenu ya kijamii yeah. Je, ipo na kama ipo, mnapatikana kwa njia gani? Kuna watu wako yeah. Uh, wanatuma message kupitia akaunti zetu akisema je, watu hawa wanapotea katika masafa yapi? Pengine kwa sababu uko hapa mm -hmm. Hebu eleze bwana wapate kufahamu. Sawa, kwenye mitandao yetu ya kijamii okay, tukianzia na Facebook andika HHC ya Live FM Instagram vivyo hivyo HHC Live FM ah uh, Instagram hivyo na YouTube HHC Live FM, bila kusahau TikTok pia tupo ukiandika okay, tu HHC Live FM basi unakometupata. Asante sana uh, ndugu yetu, bado tukumbushe jina, bwana. Ba, majina yangu naitwa Queen Elizabeth sio yule Eliza yule wa, wa, wa Uingereza aliyefariki e, huyu ni Eliza wa Tanzania, eh <laughs> ameokoka na anampenda Yesu <laughs> ni Amen. Maneno yake Amen. Lakini pia niendelee kukuadikiza kwamba kinachoendelea hapa tunasubiri yule eh, kongamano la urejesho tuanze kulianza rasmi, lakini tunakupitisha kuona yale ambayo yamekuwa yakifanyika kwa siku mbili, na leo ni siku ya mwisho ambayo tunaenda kuhitimisha. E, katika kongamano hili ambalo liko chini ya mtumishi na mpako mafuta wa Bwana Evangelist Wilson Augustine. Sisi tunapatikana Bariadi, lakini kwa mikoa yote Tanzania unaweza kutufuatilia mbashara kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ambazo nitakuja kuzitaja hapo baadaye, nikiendelea sasa kupiga stori na watu wili watatu ambao pia wameweza kufika. Watuambie, na hapa ninaye mzee mwenzangu, yatajitambulisha kwa majina kwa faida ya watazamaji, natuambie ni jambo lipi hili ambalo amejifunza kupitia kongamano hili la urejesho. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Edgar Wilbard Ngango, ni mkazi wa Mwanza, hmm, eh, pale Kisesa. Naam. kwa siku hizi tatu za moto, siku tatu za urejesho, hmm, ni jambo lipi pengine ambalo unaweza ukaanza nalo kwamba hili bwana ba, ngoja nilizungumze na ambao wanatufuatilia na kutusikiliza waweze kujifunza, wewe kama ambavyo umelipokea uh, kwa kweli nimejifunza vitu vingi na nimshukuru Mungu kwa neema hii ya tofauti ambayo ameiachilia juu ya mtumishi wake na mafuta ambayo amempa kwa ajili ya kutuhudumia sisi, lakini kitu kikubwa sana ambacho nimeweza kujifunza katika hizi siku tatu sasa maana tangu siku ya Ijumaa nimekuwepo, jana Jumamosi na leo siku ya Jumapili nime, nimejifunza uh, hasa kwa habari ya mambo mawili. Moja ni urejesho. Kumbe, tunapotamka neno urejesho kuna engo nyingi ama maeneo mengi ya kutazama urejesho. Moja tunatazama urejesho katika eneo la kiafya. Yamkini watu wale ambao tumekuwa na magonjwa na madhaifu siseme magonjwa madhaifu mbalimbali mbali. Mtu anaweza akawa anatembea anadhofika, anadhani labda eh, ile hali yake ya kiafya haiwezi kurejeshwa, lakini tumegundua kwamba eh, Mungu hajatuumba ili tutete, tuteseke na eh, magonjwa. Na madhaifu sio mpango wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu Mungu ametuumba na anapenda tuwe na afya zetu zikiwa kamilifu. Lakini adui anafanya, anatumia magonjwa kwa ajili ya kutwika watu mizigo ili wasipate nafasi ya kumtumikia Mungu kwa ukamilifu. Na hivyo watu wanapokuwa dhaifu katika miili basi, wanashindwa kutekeleza kile ambacho Mungu anataka wakitekeleze. Kwa hiyo sasa, katika hizi siku za urejesho, naona Mungu akirejesha afya kwa ajili ya watu wake ili turudi katika kumtumikia, kwa sababu tunapokuwa tumerejeshewa afya tunapata kuimarika na tunapoimarika basi, ule uimara wetu tunautumia kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Umesafiri kwa umbali mrefu na kufika katika madhabahu hii ambapo tuko maina, na ni jambo lipi sasa, kwa kumalizia, ambalo unategemea kulipata siku ya leo? Kwa kweli, siku ya leo kwanza, nimeshaanza tangu asubuhi kwenye ibada nimekuwepo, na nimeona maeneo mengi ambayo mathala ni eneo linalochelewesha mafanikio ya watu. Tumeona na tumejifunza kwa mfano wa wana wa Israeli, tumejifunza kwa habari ya Yakobo, namna ambavyo alicheleweshwa akatumika miaka kumi na nne kumbe alitakiwa atumike miaka ile saba a, aweze kupata kila alichokuwa amekikusudia lakini pale nikajifunza kwamba kuna watu wanatafuta vitu Mungu amekusudia vipate kuhara kwa wakati, kwa muda mfupi, lakini wanajikuta wanatumia muda mrefu, wanazunguka kuja kuvifikia. Kwa hiyo adui, wakati mwingine, hakuibii hakuibii tu vitu, kuibii afya, anaiba mpaka muda muda ule ambao Mungu amekusudia, yeye anakuongezea muda mwingine. Kwa hiyo unajikuta umechelewa kufikia kile ambacho unakuwa umekusudia ukipate. Mungu akubariki sana na ni matumaini yangu kwamba kuna vitu vingi ambavyo utaendelea kuvi kuvipokea. Mtazamaji na msikilizaji sasa wa SJC TV online, lakini pia wale ambao unatufuatilia kupitia radio HHC eh, live FM ambayo inapatikana masafa ya 91 nukta saba hapa hapa jiji la Mwanza. Nikukumbushe kwamba kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii Facebook, ukiandika Salvation Gospel International Church utaweza kupata matangazo haya moja kwa moja, lakini pia ukienda pale TikTok ukaandika SGIC_Church utaweza pia kutupata. Ukienda ukienda Facebook, ukienda Instagram ukaandika SGIC_2023 tunapatikana pia, lakini usisahau mjini YouTube Uko live kuanzia mira hii ambapo tunazungumza, ni Salvation, unaandika tu a Salvation Gospel International Church atungine YouTube, usisahau Like, kushare na kucomment ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tumekupansi. Lakini kitu kikubwa zaidi cha msingi tunavyo vitabu ambavyo vimeandikwa na mtumishi wa Mungu Evangelist Wilson Augustine ambavyo vinapatikana. Wewe kazi yako ni moja tu, kutupigia simu, lakini pia tuta, utatuambia unahitaji vingapi na uko wapi, ili tuweze kutumia mzigo kwa bei rahisi zaidi na vitakusaidia, lakini nikukumbusha kwa wale ambao pengine unahitaji kupata mawasiliano ya mtumishi wa Mungu tunayo mawasiliano yake ambayo unaweza kumpigia simu moja kwa moja kwa huduma ya maombi, ushauri, maombezi na changamoto yoyote ambayo wewe uko nayo, mshirikishe kitu ambacho ndio kazi ambaye anasema amekuja kuifanya, yeye anafanya kwa niaba ya Mungu. Namba yake andika, ni 0752809923 Tisini na tisa, ishirini na tatu. Tangu sasa na mpaka pale baadaye ambapo tutakuja ukuwaga. Mimi ni Nixon Mahenge. Shalom, shalom, shalom.